FC Barcelona toka amefungwa na Chelsea ajapoteza mchezo wowote ndani ya ni uh, kwenye michezo yote ambayo ameicheza, anaenda kucheza dhidi ya Espanyol mm, weekend hii akiwa ugenini. FC Barcelona kwa Hans Flick, mchezo unakuwa wa aina gani? mona Araujo tayari amerejea mazoezini, anaenda kwa mchezo wa aina gani kwa FC Barcelona um, kama kawaida uh... Mashabiki, we are always looking forward to Barcelona winning uh, nadhani eh, ligi ya, ya Spain ilivyo ni kwamba Real Madrid na Barca ni timu ambazo tunasubiri zikifungwa tushangae, kwa sababu yeah, ya total dominance ambao wamejiwekea. oh, yani huwa tunatazamia labda Barcelona atafungwa labda na Espanyol kwa sababu ya, ya, ya mahusiano yalivyo Anaweza kufungwa labda na Atletico Madrid kwa sababu ya, ya uwezo ambao Mad Atletico Madrid wanaonyesha yes, Athletic Bilbao na Real Betis hizo timu na zingine, Deportivo Alaves na na hizo zingine zote, tunaona tu kwamba we are looking forward to either Barcelona au Real Madrid winning. Real Madrid on the other hand, tunatazamia Barcelona amfunge, tunatazamia Atletico, Atletico, Atletico Madrid, kidogo kunakuwa na ushindani hapo tunatazamia uh, club, uh, Athletic club au Atletico Bilbao uh-huh. At least hapo tunakuwa tunatazamia kwamba kuna chochote kinaweza kikatokea. uh, coming back to the game at hand, ninatazamia kwamba kama kawaida uh, Flick kwanza uh, rekodi zinaonyesha kwamba tangu Hans Flick uh, ajiunge na FC Barcelona amekuwa na wastani wa magoli matatu kwa kila mchezo alioshiriki. Kama ninakumbuka sahihi, ni kama kila mechi ambayo Hans Flick ameshiriki kama kocha wa Barcelona amefunga zaidi ya magoli matatu kwa mm hiyo, -hmm. ni wastani wa magoli 240 kwa kipindi ambacho Hans Flick amekuepo, hiyo yeah, ni, e, ni namba kubwa sana ya magoli wastani ha, wa magoli kira, matatu. Well, hilo ni tatizo lingine lakini kwanza wanashinda magoli mengi. Game time. Tuonavyo sisi.